Kwa nini wateja wako ni wanawake sana na sio wanaume? Ndo wanao kumbwa na matatizo ya changamoto tofauti tofauti za kimaisha na changamoto za kimalazi malazi. Ni mengi saa hizi, malazi ni mengi sana, umeona? Kwa hiyo kunitembelea wanawake si usioji kwanza, usijaji sana kwa sababu kuna malazi mengi na changamoto za makimahusiano. si unajuaga mambo ya kupendana haya. Hmm, eh, uh, kwenye upande labda wa mahusiano ni changamoto gani kubwa ambazo watu ambao ni wateja zako au wa, watu ambao unawafanyia matibabu wanakuja nayo matibabu, malazi, umeona ya kibinadamu ambayo naweza nikayatibu kwa mizizi na kwa dawa za mitishamba, umeona na kuna maradhi naweza nikasema mapenzi nayo ni maradhi, mtu anaumwa kisa mapenzi, umeona. Kwa hiyo unakuta mtu ana changamoto mme wake amridhishi, umeona, anahitaji dawa ili akaitumie kwa ajili ya mme wake kumlizisha. Kuna mwingine anahitaji kuwa na dawa ya kupenda yani, anampenda mtu lakini mtu ampendi, umeona. Na na malengo naye huyo ni mwanamke, lakini anaweza katumia dawa kumshawishi yule mwanaume anayempenda au king'ang'anizi kwake, umeona. Kwa hiyo siwezi nikaongelea dawa nyingi za kimahusiano, kimvuto, uh, kima wa mapenzi Siwezi nikamwaga mchele mwingi hivi. kwa nini watu wengi wamekuwa na matatizo kwenye mahusiano, yani kuzungumzia watu labda kumtaka mtu, ndio matatizo ambayo watu wengi wamekuwa wakikimbilia kwako? Kwa, kwa nini watu wengi wanakimbilia kwenye hilo swala? Kwa sababu kuna wengine mtu anataka dawa tu ya kumkontrol mtu fulani, yani kumfanya huyo mtu kila kitu awe anamsikiliza, awe ni mwanamke, kumfanya mwanaume awe anamsikiliza kwa jambo lolote. Na hiyo dawa akipata mwanamke mwanaume aruki, kuanzia kwenye fedha, kuanzia kwenye mahitaji, kuanzia sehemu yoyote mwanamke ambaye atahitaji kuenda, umenielewa. Na pia kuna E, namna nyingine ya mwanamke kumfanya mwanaume asiwe anatoka na wanawake wengine, umenielewa awe anatoka na yeye umiona, yani asitoke nje ya ndoa, iwe, iwe ni ndoa. Au pia kuna mwanamke mwingine ayupo kwenye ndoa, lakini ana mpenzi, ataki mpenzi wake ashe na mwanamke mwingine, anataka yeye kama yeye ni vitu ambavyo mimi navifanya, na ndio maana unaona wengi wageni wangu ni wateja wa kike, wanawake, kwa sababu ni vitu ambavyo hivyo wanavifuatilia. Japo nimekudokeza kidogo, lakini haipaswi kuongea mbele ya waandishi wa habari kuhusu wanawake wanakuja kufanya nini kwangu au kupata huduma gani kwangu, umenielewa? Ndiyo, kwa hiyo changamoto ndo hizo ambazo nazikuta mimi kutoka kwa wanawake kuhitaji niwasaidie. Okay, tuzungumzie uh, baina ya mgogoro ambao sasa hivi umekuwa ukiwasema sana wachungaji, kwamba wachungaji wengi sasa hivi wanafanya biashara, yaani dini imekuwa ni sehemu ya biashara, na wamekuwa wakifanya mambo ya ajabu hata zaidi ya wachawi, na nyie mkiwa kama waganga mnapambana na shughuli au na mitego mbalimbali ambayo inatengenezwa na wachawi. Kwa nini sasa hivi umekuwa ukiwazungumzia wa, wa amini wachungaji kwamba wanafanana tabia zao na wachawi wachungaji? Napaswa kuzungumzia hilo dini. Unajua saa hizi dini imebadilika sana, dini imebadilika sana, imekuwa dini ya kiganjani ya utandawazi. Dini imekuwa biashara, umeona, imekuwa biashara kubwa wachungaji sitaki niwataje, kwa sababu kuna wengine wamepitia kwenye mikono ya watu wengine, yaani wamepitia kwenye mikono ya waganga wengine, lakini mimi nataka niwe muwazi kwenye mambo machache. Kuna baadhi ya wachungaji wanatumia nguvu za kishirikina na sio utumishi ambao umewapeleka kama imani ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu au imani ya kiroho ya kutoka moyoni. Umeona, yaani ya kiroho, namaanisha kiroho ya kwako wewe kama wewe na ya Mwenyezi Mungu, umenielewa? Sasa unakuta mchungaji saizi wanakwambia kuna mafuta kuna maji sijui kuna nini, vitu tofauti tofauti vinazalishwa. Kila mchungaji anazalisha nani huduma e, e, zake. Umeona, huduma zamani hazikuwa hivyo, lakini huduma yetu, kuna huduma ya maji, kuna huduma ya mafuta, kuna huduma sijui ya nini, umenielewa huduma zimekuja tofauti tofauti, umeona, na hizo huduma zimekuja tofauti tofauti kwa sababu wamezunguka sehemu za kutafuta ushirikina kwa ajili ya kuendesha madhehebu yao. Ndio maana mimi nimekuambia sitaki kuwataja, kuna mchungaji ni mkubwa sana hapa East Africa Mashariki East Africa Mashariki ni mkubwa sana, na ana watu wengi sana. Ni muumini ambaye amezunguka sehemu tofauti tofauti, na kwa jina anaweza nikamtaja, naweza nikamtaja, ni mchungaji sio wa Tanzania, ni mchungaji wa Kenya Ezekieli yule na yeye anatumia nguvu za giza, lakini nguvu za giza siwezi nikawaelekeza ni nguvu aina ipi ambayo anatumia, umeona anatumia nguvu ya giza ambayo ina ushawishi mkubwa. Anaweza kaenda uwanja wowote na akajaza watu anaenda. Anaweza kaenda sehemu ambayo wewe haupaswi kufika, lakini yeye akafika, ambao unajua yeye hana watu, lakini akawa na watu wengi na wakamfikia yeye kwa sababu ya nini? Ya nguvu za giza. Wengi imani wameiweka pembeni, sasa hizi wanatumia nguvu ya giza kwa ajili ya nini? Ya kufanya ma, e, mambo yao yatimie, yani jambo lao litimie. Kwa hiyo mazebu ni mengi sana ambayo yanatumia nguvu za kishirikina. Hayo mazebu yana wachungaji wengi ambao wanatumia nguvu za kishirikina, lakini hao wachungaji siwezi nikawataja, umenielewa? kwa sababu wameshajitengenezea mazingira yao ya madhehebu yao kuwa makubwa na kupata waumini.